Unyonge basi kwa Malindi. Tumekuja, kesho tuna kazi na Chipkizi. Kupitia Micheweni FM tunawapa salamu kesho, chipkizi waje na akili zao timamu. Sisi kwetu kila mechi ni fainali, na fainali yetu ya kwanza tunaianzia kesho ugenini. Wanasema jogoa wa shamba wiki mjini. Malindi Sports Club tunakuja kuwika kwenye ardhi ya kisiwa cha Pemba. Tupo tayari kwa vita isiyoumiza. Tutapambana na chipkizi, tukihitaji alama tatu muhimu, iwe ndiyo mtaji wetu wa kwenda kutoa taji la ligi, kuna kurudisha haiba ya malindi ya miaka ya nyuma. Nikudokezee, mwaka tisini na tatu pia Malindi ndio ilikuwa ndio timu bora namba tatu Afrika nzima, timu tatu, tukunye, timu, tatu e, timu tatu bora Afrika mwaka tisini na tatu. Ambavyo ambazo hizi vilabu vyetu vyote unavyovijua wewe hmm, wale wanajitaa wakongwe hawajawahipo yeah, yeah, yeah, kushika hiyo nafasi ya yeah, tatu kwa ukanda wa Afrika nzima mwaka yeah. Mwaka tatu, Malindi imeshawahi kushika. Tunataka turudi huko, na uwekezaji huu si uwekezaji wa kimaneno maneno, yani ni vitendo. Hata mwaka tisini na tatu tu watu waliwekeza kweli walikuwa na usimamia nyuma wao, walikuwa ni watu wa mpira kweli. Ndio watu wa mpira wamerudi kuja kuishika Malindi. Tunatamani kwa nini kila siku watu wanaposti tu, sijui hi, hii tupo nafasi hii hapa wanafurahikia wao. Sisi tunataka ya tatu turudi, kama miaka hiyo tukaa ya tatu, tutasogea mbele. Kwani hao hizo uh, timu za mamelodi huko sijui yeah, al ahli wao waweza wana nini? Sisi tushindo tuna nini? Kwa hiyo sisi tupo tayari kwa ajili ya hiyo vita. Watu kesho tukutane Gombani.